Naomba nimshukuru sana kaka yangu mheshimiwa Dr. Selemani Jafo. Yeye mwenyewe ameshatangulia kusema hapa tangia enzi za kwamba mimi nilikuwa backbencher, nilikuwa backbencher bungeni kwa takriban miaka mitatu, lakini amekuwa kaka mwema sana kwangu, amekuwa mentor. Kila mara nikichangia bungeni ni kama alikuwa mwalimu anasaisha, anasema mheshimiwa, hapo umefanya vizuri, hapo umefanya vizuri kwa hiyo kwa kweli amekuwa mtu mwema sana ambaye anapenda maendeleo ya wadogo zake. Na kwa hiyo kwa nafasi binafsi hiyo ambayo tuliishi kabla ya dhamana ambayo nilipewa ya kwanza, naibu waziri, ni mshukuru sana kwa mchango mkubwa ambao aliufanya. Lakini la pili, naomba ni mshukuru sana mheshimiwa Selemani Jafo katika kipindi cha awamu ya kwanza cha sehemu ya kwanza ya awamu ya sita ya daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa sana imefanyika katika sekta mbalimbali mbali, lakini hususan katika wizara hii ya viwanda na biashara. Kazi ile ya kumsaidia rais isingeweza kukamilika bila ya wasaidizi ambao walikuwa nao, na katika vipindi tofauti vya wasaidizi hao, na kakaangu mheshimiwa Dr. Selemani Jafo ndiye ambaye alikuwa waziri wa mwisho kabla yangu mimi. Kwa hiyo kwa matokeo makubwa ambayo yalipatikana katika kipindi hiko kwa kweli naomba nimshukuru sana Dr. Jafo kwa mchango wake mkubwa, kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa viwanda na biashara. Na leo pamoja ni makabidhiano, lakini mimi ninaamini Dr. Jafo ni mzoefu sana serikalini, ni kiongozi wa muda mrefu na bado tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kwa hiyo kwa ni muombe sana, tutakapogonga milango kutaka ushauri na kusemezana maneno basi tunaendelea kumwomba kama ambavyo tulianza tokea mwanzo, kabla tujapewa dhamana na sasa ambavyo tumepewa dhamana, basi tunamwomba aendelee kushirikiana na sisi katika sekta yetu hii ili tuweze kutimiza malengo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye kwa kweli maono yake mara zote, maelekezo yake ni kwamba ni lazima tuhakikishe biashara zinaendelea kufanyika kwa sababu ndo sekta muhimu sana ya kuchagiza maendeleo kwa Tanzania, lakini hususan vijana ambao yeye kwa kipindi cha awamu hii ya pili ya serikali awamu ya, ya sita ndo jicho lake kubwa liko hapo. kwa ni kushukuru sana Mheshimiwa Jafo, na mimi kwa kweli naomba niendelee kukuomba uendelee kutupa ushirikiano huo, lakini vile vile nimshukuru sana kakaangu Mheshimiwa Exaudi Kigae amekaa hapa kwa muda mrefu kwa hiyo nawe, tunachangua tunatambua sana mchango wako katika wizara hii na pamoja ambavyo tumemwambia mheshimiwa Jafo, basi tukiwagongea milango muendelee kutupa ushirikiano ili tuweze kutimiza vizuri majukumu yetu. Na kwa nyinyi ndugu zangu aa, nilianza kusema tangia juzi mitupokea vizuri sana na mimi sina mashaka kwa kweli kwamba tutaendelea kushirikiana vizuri sana. Nitaendelea kusema ninaamini katika rasilimali watu nilioikuta na mimi ninaamini wote tupo tayari kuhakikisha watanzania wanapata matokeo. Baada ya kusema hayo, mimi nashukuru sana mheshimiwa Jafo, na Mungu awabariki sana. Kazi na utu, nadhani ushirikiano na mlionipa ntampa nadangu Judith na Patopas iende vizuri kama mlivyofanya mimi na Exaudi, wafanyieni wema ule ule. Katika hili mimi sina mashaka. Basi, kwa haya machache sana ya siku hii ya leo, mimi nimefurahi sana. Kazi hii kubwa ambayo natarajia kuifanya inahitaji maombi ya wananchi wetu, kwa hiyo niwaombe sana waendelee kuniombea, lakini tukichapa kazi. Leo nimeshukuru sana, nimeshukuru sana. Mimi hapa nimefurahi mimi. Nikutakia kila la heri, chapa kazi, hakuna kurudi nyuma, chapa kazi five years hii ya viwanda na biashara iendelee kufanyaje? Kusonga mbele kama matarajio yake na Mwenyezi Mungu alivyohitaji, na hasa rais wetu alivyotarajia katika msara hii. Ni nikushukuru sana.